Shughuli za masomo zimetatizika katika shule ya msingi ya Bahati ADC eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga baada ya jumba la ghorofa moja kuonyesha dalili za kuporomoka. Hali hiyo imelazimu usimamizi wa shule kuwahamisha wanafunzi hadi eneo mbadala. Kulingana na baadhi ya wakazi katika shule hiyo, darasa hilo lilijengwa kwa kutozingatia kanuni za ujenzi, hali ambayo imehatarisha maisha ya wanafunzi. Maafisa kutoka Idara ya ujenzi kaunti ya Vihiga wamefika katika shule hiyo na kukagua jengo hilo kabla kuondolewa. Hati hii ghorofa watoto wakirukaruka huko juu inabomoka, mpaka madirisha yote, na tena imeinama mahali, kwa gredi 7 mahali wanasomea, na gorofa itakikani ifanye spring kama ile nini ya kitanda ya spring ukitembea juu narudi na chini na swing hiyo ndio ilikanipa waziwazi, kwa maana watoto tena wameanza kuhofia. Kwa hii ghorofa yote hakuna pila na tena nikiangalia hata zile waya wale walitumikia wale kujenga, si waya za, za kawaida zile zinaweza jenga ghorofa kuna tutakuwa na changamoto kwa hii shule kwa sababu madarasa nne saa hii tayari wanafunzi wamevaket eh, kumaanisha ya kwamba wakati wa wanafunzi wamevaketi kwaahaya ma madarasa manne, tunaenda kunaenda kuwa na upungufu wa madarasa kwa hii shule. Tumeingia ndani ya hii classroom zote zinatingika ndani mbaya sana, yani hata u, u, kama unatembea si hata una, unakimbia unatembea tu tui, lakini unasikia ni kama inataka ianguke chini. Please mkuje mbomoe hii kabla haijafanya maneno. Mjengo huu hata hauna approval plan watu wa, wenye walijenga huu mjengo sijui walitumia njia gani, haina hata plani yoyote katika hii shule. Minister of education ifunge mjengo hii haraka kabisa mara moja, wanafunzi wapate suluhisho, tujengewe jumba ingine mpya, wanafunzi waingie ndani. Yule ambaye alijenga mjengo huu na wale ambao wali approve hii structure, lazima wale wali approve hii structure walichukuliwa hatua kali.